Kusafiri na chombo chetu cha mvi rafiki namba mbili, kwanza ni utalii namba moja. Fika kule, kuna mawe yanayocheza Ukerewe, Ukerewe, Ukerewe, kuna mawe ya Ukerewe. mawe yanayocheza, yanayocheza huko rafiki Kifika... yangu jiwe linachezaje? Jiwe linacheza, tutamtafuta bwana mmoja hapa, atakuja kuelezewa jinsi jiwe linavyocheza Ukerewe, ndani <laughs> ya jiji la Mwanza, ali maarufu Rock City, na hapa ni moja kwa moja kutoka katika eneo hili la bandari ya Mwanza kwa maana ya no spot, kwa maana ya kusini Eh, katika eneo hili la Mwanza. Ni rafiki tu Mary Tashtiti kweli kweli, hii wakazi wa Ukerewe kwa raha na nafasi zao, sasa ndani ya lisali moja kutoka Mwanza ndani ya visiwa vya Ukerewe. hii rafiki tu inatoka Mwanza kwenda visiwa vya Nansio Ukerewe. Ukerewe hii ambayo mimi naifahamu Ukerewe hii chombo hii ambayo imekaa kama chombo ya mambele huko, chombo ya kisasa kabisa. Unatoka Mwanza kwa kutumia chombo chetu kizuri kabisa cha Vila Rafiki tu, isali moja tu eshafika Ukerewe ya ndani ya visiwa vya Ukerewe, watu wanakwenda wanakula samaki freshi kabisa. bila shaka pengine Ukerewe au usafiri wa Mwanza Ukerewe wa miaka mitano sita iliyopita na wasasa, unauzungumziaje meneja? Ah, kuna utofauti mkubwa sana kwani mwanzo watu walikuwa wanatumia zaidi ya masaa manne mpaka masaa sita kufika katika visiwa vya Ukerewe, lakini toka chombo ya kisasa imekuja MV Rafiki tu inayomilikiwa na Meja Songoro, kwa kweli imeleta mabadiliko makubwa sana. Leo hii mtu unaweza ukatoka Mwanza kwenda Ukerewe kwa kutumia risali moja tu, wala uchoki. Kila kitu kiko shwari kabisa, pamoja na kurahisisha usafiri wa kutoka ndani ya jiji la Mwanza kuelekea visiwa vya Nansio, kwa maana ya Ukerewe. Lakini huu umetajwa kuwa ni utalii wa majini, kusafiri na chombo chetu cha Mvi Rafiki namba mbili. Kwanza ni utalii namba moja, kwa sababu kwanza utatoka Mwanza mpaka visiwani kwa risali moja tu. Pili, kuna visiwa mbalimbali ambavyo utapita, utaviona Tukifika kule, kuna mawe yanayocheza Ukerewe. Pili, kuna wageni wetu, kuna watu maarufu kule. Kwa hiyo kila kitu kiko vizuri eh. Ukerewe kwa hiyo tunawakaribisha sana wateja wetu. Hii ni Kadoshi TV.